Manatama, vizuri. Kwa hivyo toa kichwa mwafaka kwa ufahamu huu. Kichwa kinapaswa ku-kuwa kwa herufi kubwa na upigie mstari. Maendeleo ya binadamu duniani, mm -hmm. vizuri sana umepata vizuri Maendeleo. Eh, vizuri, kuna mwingine ajaanza na maendeleo kwa za wengine mkawibwa, kwa nini wote mmeandika maendeleo? Kwa hivyo kuna teknolojia na uvumbuzi, teknolojia na sayansi, maendeleo ya kisayansi. Unaweza andika teknolojia peke yake, unaweza andika sayansi peke yake au uvumbuzi. Swali la pili, nakumbuka anwani uandikwa kwa herufi kubwa na unapigia mstari. Swali so, la pili, mambo gani ambayo yamekuwa historia kwa mwanadamu? Naam, kwa mbali kidogo. Naam, matumizi ya jiwe kama kifaa cha kutendea kazi zote. Vizuri sana. umbuzi wake ni awali ni kwa wa kutumia jiwe kama kifaa cha kuendeleza kazi zote. Kutumia jiwe kama kifaa cha kutendea kazi zote, huo ndio ulikuwa uvumbuzi wake wa awali wa kutumia jiwe kama kifaa cha kuendea kutendea kazi zote. Tatu, kwa nini mwandishi anasema dunia ni kama kijiji kidogo? naam Vizuri. Hmm, pia nini tena? Naam, naam. Hmm, vizuri. Hmm, kwa kasi, kukua kwa mawasiliano ambayo yamekua kwa kasi. Vizuri. Uvumbu, wengine wanasema uvumbuzi wa teknolojia ya mawasiliano hutumia utandawazi ambao umefanya mawasiliano kuwa mepesi sana. Swali la nne: eleza jinsi watu wanaweza kusoma vitabu maktabani bila kwenda huko Kelvin? Vizuri sana. Jibu ni hilo tu, kwa kutumia mtandao. Tano toa maana ya msemo mwanadamu eshi kuumbwa. Yani hutumika kueleza kuwa mtu asichukuliwe kuwa mkamili, yaani asiwache wale wanaoonekana wana upungufu fulani wa kimaumbile. Yaani aeshi kuumbwa ina maana kuwa binadamu anaendelea kufanya nini, kukua au kuumbwa, si ndio? Anaendelea pia kubuni mambo mapya pia usiwache wale ambao wanaonekana wana upungufu kimaumbo, ile si wanaweza kukua hmm. Eh, usiwache. Sita, taja mambo ya shani ambayo binadamu wametengeneza. Mambo ya shani, naam. Teknolojia gani, ndio nataka sasa, gani iko mbali usafirisha au ume, umerahisishwa mambo ya shani ambayo kwanza kuna kutumbisha wanyama kwa mfano kondoo doli si ndio? Mm. Eh, kutumbisha wanyama kwa mfano kondoo doli. Pia matumizi ya ukamraba uyoka unaonyesha sehemu za ndani za viumbe, ukamramba ile uyoka. Pia usafiri umerahisishwa kuagua kwa mayai bila kuatamiwa kudurusu vitabu bila kwenda maktabani. Haya ni mambo ya shani, kuagua kwa mayai bila kutamaniwa, kudurusu vitabu bila kwenda maktabani. Pia ule usa, usa, usafirishaji umerahisishwa. Kuna kutumbishwa kwa wanaum, kwa wanyama kwa mfano doli ule kondoo doli, na pia kuna uyoka ambao una, unaweza kuona sehemu ndani za mauviumbe. Saba, toa maana ya msamiati huu. Wahazigi, wahazigi. Umepata ni nani? Nyosha mkono. Ni madaktari. Vizuri eh, umesema eh, daktari wajuzi wa kuunga viungo vya vya mwili vilivyovunjika hasa mifupa. Ah, daktari ambao wanaunga viungo vya vilivyovunjika hasa mifupa, wahazigi. Pili kuna zaraa. Naam. He, vizuri. Zarani kilimo. Zarani kilimo. Tatu shubiri ni chungu. Hapa ina maana ya maafa, mabaya na ni chungu, machungu, mabaya, maafa. Maabara. Si unajua ni wapi? Si mna maabara huko, mnaita lebu. Eh, maabara ni mahali pa kufanyia majaribio ya kisayansi. Si lazima maabara iwe hapa hapa shuleni, hata kwingine kunayo, si lab, laboratory, mahali pa kufanyia majaribio ya kisayansi unafanya majaribio, mazoezi ya kisayansi kwenye maabara. Kurembua ni kuharibu rembo, unaharibu rembo, unarembua. Remba, rembua, kinyume cha remba. Kwa hivyo unaharibu rembo Kutumbisha ni pale ambapo unaumba kiumbe, kuumba kiumbe kwenye maabara. Unachukua mbegu ya mzazi, unaumba kiumbe kwenye maabara, sema tu kuumba kiumbe kwenye maabara. Kama kuna watoto ambao wanaumbwa kwenye maabara pia, tumeambua ule mnyama wa kondoo waliumbwa doli, kutoka kwenye maabara Hivyo ni kule kuumba kiumbe kwenye maabara. Kisha kuna kuatika, ni kuweka mbegu katika zao la mwanamke. Kuatika ni kuweka mbegu katika zao la mwanamke ili kuzalisha mtoto. Sijui inaitwaje ya wanawake, ni kama kwa wanyama, si insemination? Eh. Sasa hapa unaweka mbegu kwenye uzazi wa mwanamke ili kumzalisha. Kule kuweka mbegu sasa, unaweka mbegu kwa kutumia vifaa, kwenye barabara, kwenye hospitali, si kujamiana. Kuweka mbegu katika zao la mwanamke ili ajifungue. Kuna vijusi ni vitoto vya miezi minne tumboni, ni vitoto vya miezi minne tumboni. Vijusi hivi vinaweza kutolewa, vinaweza kutolewa, unapeleka kwenye kwenye, kama mwanamke hawezi kubeba mimba hadi afikie mwisho yule ule, ule kijusi ni kile kitoto, kama mimba imechukua miezi nne inatolewa kwenye tumbo la mama, napelekwa kwenye lebu kwenye maabara inapelekwa kwenye maabara. mtoto ana, anakuwa kule, kama mtu ana, ana shida ya kubeba ujauzito, pia unavita vijusi, kwa sababu wakati mimba inaavyo unasikia mijusi imeavyo, si ndio? Ni mtoto ambaye hajakoma, hivyo ni vitoto vya miezi nne viko kwenye tumbo. Shari, jambo linaloleta matokeo mabaya au jambo linaloleta hasara. hii inaleta madhara mengi kuliko faida. Niambie madhara ya sayansi. Kwanza kuna kutengenezwa kwa bomu, si ndio? Ambazo zinasababisha maafa. Unaona, virusi vya ugonjwa vimeundwa katika maabara. Naam, kweli, kama tulivyokuwa tunaambiwa corona ilitoka kwenye elepu, si ndio? hii ni tena I- uh -huh. Hewa inachafuliwa. Uh -huh. Kama watu wanaendeleza teknolojia kwenye viwanda, viwandani. Pia binadamu wameacha kuhusiana vyema kwa sababu watu wengi wako kwenye mtandao. Si huko kwenye mtandao.